Pema leo wakati tukifanya zoezi la kupiga kula, kwa maelezo yako mheshimiwa spika, mwanzoni ulisema nafasi hizi zinaombwa na watu wanaoweza kuongea Kiingereza, lakini wakati zoezi hili likiendelea tumeshuhudia mwombaji mmoja ambaye amechaguliwa kuwa mwakilishi wa nchi yetu kutoka kambi ya walio wachache, kwa simjamjua jina vizuri, lakini nimesikia anaitwa Shingo. Ulishuhudia mwenyewe, mheshimiwa Spika, alishindwa kujieleza Kiingereza, hata cha kwangu kina nafuu. Sasa, sasa mheshimiwa Spika, kwa maelezo yako, nilitaka kupata mwongozo kwamba kama naliomba kwa Kiswahili, kama inaruhusiwa kupeleka watu wenye Kiswahili, kwa nini mnatunyima nafasi ambayo hatukupata bahati ya kujua Kiingereza na yeye kwa nini aende? Nashukuru, naomba mwongozo wako mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Msukuma ameomba mwongozo. Hii ni jambo la nini tu, hii demokrasia, na this time tumefanya, tumefanya kuchaguana. Siku zote tuna nominate ya majina na kambi ya upinzani wako wachache, na nafasi iliyokuwepo nafasi ya kambi ya upinzani ni nafasi moja tu, hakuwa na mshindani kwenye nafasi hiyo, lakini sauti ya wengi nyinyi ndio mlimchagua. Labda wewe kumchagua, lakini wenzako wamemchagua wamemchagua kura zimepigwa wazi, zimehesabiwa wazi, na mawakala wamesaini karatasi zote kuthibitisha, wamehakiki kuchaguliwa kwa ndugu yetu huyu. Na huko atapokwenda atajifundisha Kiingereza na ataelewa, tunapopeleka watu sio lazima, sio hawa wote wamekwenda, wanakwenda kuchangia lakini tunakwenda kuna misimamo ya nchi na nchi. Lazima tupige kura kwa misimamo ya nchi ambazo ni marafiki na wao wanataka kuingia kwenye nafasi hizi. Ndugu Msukuma, kwa bahati mbaya, labda ukujua masharti haya kini, masharti haya yanakwenda na busara na hekima. Waheshimiwa wabunge, kwanza niwapongeze. Leo tumefanya demokrasia ya haki, tumepiga kura kwa uwazi, zimehesabiwa kwa uwazi na zimethibitishwa kwa uwazi. Bado tunazo nafasi za uteuzi. Kuna chama cha CPA, Commonwealth Parliamentary Association, nimeshauri tusitangaze leo. Tuna APC, African Pacific Caribbean, ni vyama muhimu sana. Tuna friendship group ya UAE. Tuna friendship group ya Saudia, tuna friendship group ya Qatar, tuna fr friendship group ya Kuwait, tuna friendship group ya Morocco, tuna friendship group ya Canada, Uingereza, Serbia, zote hizi zinataka undugu na sisi na zote hizi ni nafasi ambazo wabunge tutakila na hawa tukikwenda huko hatutachangana na hawa ambao wameshinda. Hakuna mtu atakayeingia kwenye nafasi mbili. Kwa hiyo tutapata hizi nafasi. Tunazo training za wabunge ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo msio na wasiwasi, wale ambao kura zikutimia, kuna mambo mazuri yanakuja kwenye, kwenye bunge hili. Natia nafasi kuwapongeza wale walioshinda, mjue mnakwenda kutuwakilisha kwenye mataifa ya nje. Nidhamu, heshima kwa nchi yetu ni kitu cha kwanza, hizo kitu muhimu sana

Good morning every member of parliament. I hope ask Okay, excuse. Mheshimiwa mambo ya ugeni <laughs> ana ombo yake, kimsingi Mheshimiwa naomba kura kwa ajili ya bunge la jukwaa la maziwa makuu.